Bialia nini? Our heads. Saa. Tusiwe bishi sana kubalika. Ukiwa rigid will bear you. Ukiwa soft. Sio soft like unapelekeshwa. Anyway, keen ukiwa na understand kwamba mambo yanabadilika all the time. Probably, probably inabidi kuna kitu fulani nijibadilishe kwenye kichwa changu. Ndio kinachonifanya ni nishindwe kukrack in case. It is me not the situation. Ukisha. Ukishafungua okay, hiyo door inakupeleka kwenye ulimwengu mwingine yani, new possibility. Unaanza kuona vitu very different eh? ambayo umeizoea, ambao is comfortable, usuji mambo yasiwe mengi as a result unapata nini? Unapata headache, I will give you an example uzuli welevonavowambia taa kusoa mambo

Kwenye kwenye kwenye calculations zako kwenye shughuli zako, be willing to go back to step number 1, to look things from step number 1 again. Step number 1 inaweza kwenye one kawa kwenye your head. Even mimi nafikiriaje? Kwani niko hivi? Kwani nimegandia hapa? You get answers, okay.